Vipi mambo, vipi bwana? Leo nataka nikuonyeshe barabara za Mwanza, eh, ona mitaa huku bwana, uswazi uswazi huku bwana, hakuna, hakuna barabara za lami. Sasa nataka niwape wazo, raia simona so, kama hivyo unakuwa na mambo kama haya, unagonga kokoto ndogo ndogo kama zile Mwanza, mijue mingi sana sehemu hiyo ukifika lazima udanki danki, no position, na huku kuna serikali ipo, anafanya shughuli zake, napokea kodi, nachukua kodi, lakini barabara za wananchi ndo kama hizi. Sababu barabara za wananchi ndo kama hizi, afu watu wanapokea kodi kila siku, wananoma Lamborghini, wananoma Rolls-Royce, lakini wananchi wanaishi Kucha dega, jana jioni eh. Na hii usione hapa tu, hii naenda hivi inaenda hivi mwanzo mwisho mpaka unafika kule chini kabisa, barabara mawe mengi mashindo eh. Takuja kutu tengeneza barabara watu wakanufaika, waka na barabara za wananchi. Kwa mimi nachoieleza, bwana, watu wa mamlaka haya mawe, hii ni pesa. Kama ni pesa, kwa nini wanashindwa kuleta mashine za ku za kubonda hizi, haya mawe yakageuka kuwa kokoto za kokoto za kutengenezea lami kokoto za kutengenezea nini? Kwa sababu mimi naamini eh, they gonna use their own resources kwa eh, kutengeneza barabara za wananchi. Haina haja ya kusema eti mpaka serikali itofungwa, amna. Haina haja ya vitu kama hivyo. Una uwezo tu, una uwezo ka ukachukua hizi resources zenyewe ukazicrash, alafu baadaye ukatengenezea miundombinu Mfano, huku watu wana magari, wananunua, wanakuja wanaendesha magari yao mpaka huku, lakini sasa kutokana na barabara zenyewe, hamna mtu anakuja na gari lake, anaishia chini kabisa. Kuna sehemu ntakanionyeshe mm. ko mwisho wa siku salama mwisho wa siku, mwisho wa siku serikali lazima ijiongeze yeah nikisema ijiongeze sio kwamba eti jiongeze kwenye kukaa kwenye Range Rover tu. Huko kuna wabunge, kuna madiwani, kuna kila nani, kuna kila kitu kipo huko. Kwa hiyo nashindwa kujiongeza kweli jamani, katengeneza pesa. Eh. Hata kama mashine hizo hamna uwezekano kuzipata za kucrash, mbunge aongea na watu kama sisi ambao tuna connection na watu wenye vitu kama hivi. Kuliko unakaa tu ofisini huangalia wananchi huko wanaishije mna kazi ya kuomba tu kwamba mweko katika nyadhifa tofauti tofauti, lakini kwa kuangalia maendeleo ya jamii hamna. Kwa sababu nyinyi mnapita juu, mnapita kwenye magari mazuri. Barabara ni mbovu, yani sio mbovu, mijiwe. Sasa mawe ni hela. Eh, kama ni hela kwa nini mtu anashindwa kutumia hii hela ikatumika? Eh, sema Mwanza ni jiji la mawe. Kwa hiyo kisa sasa mwisho wa siku inakuwa too much sasa. Mm -hmm. barabara zipo nzuri na hizi barabara hizi naamini kabisa zimetengenezwa na miguu ya binadamu sasa miguu ya binadamu pia naweza ukachonga barabara unajua unavyopita sehemu moja kila siku inajitengeneza njia kwa hiyo sasa kama wewe serikali unaona vitu kama hivi hii sio kwa ubaya jamani tusitekane wala tusiumizane tunajaribu kukumbusha tu viongozi wetu kwamba unavyomuomba mwananchi bana nipigie kura, kama mnavyosema jenzi wa korofi sawa, wa korofi kweli. Lakini mwananchi anakuja na kuomba unamwomba kura, anakupa ukipata ile kura, lakini hukumjali tena, unamtupa unamswaga mawe. Haya yanatumika kujengea nyumba, huoni nyumba hizi nyingi zilizojengwa na mawe chini? Watu wana mageti kama hivi, lakini magari hayaingii kwa sababu barabara hakuna. Sasa nafikiri watu wataishi hivi mpaka lini? Na huko nimekuja so, kumtembelea rafiki yangu bidi sasa niache usafiri chini huko, nije huku kwa miguu, kwa sababu eh sababu mwisho wa picha, wananchi wanatumia hizo njia, watu wanajipata, wanaweka mageti kwa ajili ya kupitisha magari yao, lakini sasa mtu gari hawezi kupita. Barabara yenyewe ndio hii nijiwe eh, tipwa tipwa. Sasa nafikiri watu wataishi vipi? Kwa mimi nachoiambia wana ndugu zangu wahusika wana, wana hizi sera za kuambia watu jamani, nichagueni, nitajengea barabara, nazo viongozi wao cheki, mjue kama hivi, chukua jiwe livunje vunje, linakuwa kizege fulani hivi. eh? mashine za kuvunjavunja haya mawe zipo bei rahisi kabisa, ambako kama serikali mnaweza kusema eti tunajenga daraja la bilioni. Which is, nakumbuka hata mheshimiwa alifariki, walitaka watu fulani kuja wakasema eti mkia ule wa wa ndege kuchora ni bilioni ngapi? Kumbe umechora na milioni kwa milioni moja tu, eh yule twiga. Sasa barabara hizo wananchi wanatumia, lakini kuzitengeneza mnaona kazi. Eh, mwisho wa siku mnakuja kuomba kula tu, kuomba kula. Mnataka kula mtakula, lakini tufanyeni basi na sisi ambao tunawapa hizo kula maendeleo, sababu sisi tutakuwa kila siku ni kazi yetu kuwafanya nyie mle sisi tukonde. Shanifahamu bwana, tuache hizi mambo hii njia inaona watu watengeneza kwa miguu, lakini njia kubwa ambayo ina connect na barabara pale chini ya gari, lakini barabara mbovu hasa hata kaa hivi, miaka yote mpaka lini? Ukiongea hapa, mimi sikosoi serikali wala siambii chochote serikali, ila mnavyoomba kula, mjue jamani, pia kuna watu huko pia wanahitaji kula kama wewe. Ukatumia njia nzuri sana, umeona alichokifanya hapa, amepanga mawe yake chini vizuri kabisa kiustadi, ili aweke gari yake iweze kuingia. Lakini sasa akaona kazi ngumu, hawezi tena gari kuingiza hapo kwa sababu barabara yenyewe chini huko hakuna una umeona naishi vipi hivi? Afu ni nchi inaongozwa na viongozi wakubwa tu, natutia aibu. Miaka yote Tanzania mnaambiwa mna resources zote, lakini kila siku mnakaza ku ng'ang'ana kwenye serikali, mnakaa mnafanya vitu ambavyo havieleweki, mnaendesha ma Land Cruiser, mnaendesha magari gani sijui ma Bentley, lakini sisi tunamenyana kwa miguu. Cheki, unashuka vipi huko? Hii njia nzuri. Leteni mashine za kukrash ma, ma, majiwe haya mpige hela. Tanzania kila mkoa una hela, kila mkoa una pesa. Lakini je, hizo pesa zenyewe mnafanyaje kuzipata? Ndo wamekaa ofisini huko na makaratasi, wanatuma watoto waliomaliza vyuo wakawafanyie kazi, ila connection zile za kufanya ukae okay, karibu na tajiri kumwelekeza. Hatuwezi kumfikia kwa sasa hivi, bora tuwaambie wao, kipata muda wataona ta YouTube huko. Lakini hii so, so so so fair It's not fair. Mmoja jamaa kajenga bonge la mjengo hapa mkali kinyama lakini hana njia ya gari. <coughs> <coughs> Kuku mwenyewe pia anachangia. Comment. Mtu anajenga nyumba kali kama vile, Hana njia ya gari. Na wananchi wametulia hawana habari, kwa sababu ukiongea tu umetekwa. Sasa si bora mtu utekwe ufe uende nchi nyingine huko kuliko kukaa katika dunia ambayo unaona kabisa nchi yako yenyewe na mambo ya kimangamangamo. Haifai, angalau kajenga nyumba yake hapa mwenyewe gari napitisha, haliwezi kupita, linapita vipi hapa gari eh? Shikamoo mama eh, njia nzuri kabisa hii. Lakini mtu uwezi kuna nini? Eh, kupitisha gari jiwe kama hivi jiwe kama nini sijui. Kini utasikia tu mjitu, jamani, nipende kula zenu eh. maisha gani

Hii soko baya. Mimi natembea sana nchi tofauti tofauti, nimeenda nchi nyingi, naangalia njia zilivyo, naangalia mazingira alivyo. Wazee wetu mababu washachanganyikiwa, miaka hiyo wameshindwa kupambania nchi. Sisi vijana sasa hivi tutashindwa, kwa sababu kuna watu wachache sana ambao wanapambana na nchi. Kwa hiyo tujitahidi, jamani, serikali yetu, tusianze mambo kuambiana eti oh, nipeni kula zenu, sijui ni ajenge barabara. Hatutaki masuala ya kizamani, tengenezeni nchi. Mnachukua hapo hapo hapo hapo, mtengenezea kitu chake Mwanza kuna vitu vingi, lakini hizo njia za huko juu, he, usisubutu. Ni watu wachache sana. Maisha gani bana! Usisahau kusubscribe like and comment.